Atanadi siku ya kiyama. Siku hiyo, ndugu zangu, yaumul akhir, siku ya mwisho. Imeitwa siku ya mwisho kwa sababu hakutokuwa na siku baada yake. Qurani ambayo ni kalamu Allah, inatuelezea siku hiyo ya kiyama, ambayo Allah atanadi siku hiyo aya zinatuelezea uzito wa siku hiyo. Ukifungua msahafu utaona aya zinazoizungumzia kiama, ukasoma hadithi za Bwana Mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam yale ambayo aliokuwa ameaelezea Bwana Mtume, kiama kitakuwa na hali ya namna gani? Ndugu zangu, Allah atanadi siku hiyo kwa kina nani?

min akhihi wa ummihi. Allah anaelezea hali hii kiama, mtu anamkimbia mwanaye, anamkimbia mke wake, anawakimbia watoto. Allah anaelezea haya, lakini Allah ananadi siku ya kiama, aina almutajalisina fia, wako wapi wale ambao walioketi kwa ajili yangu? jaalia ya faida zote uzikose mawaidha yote usiyafahamu, lakini tu kitendo cha kutoka ulikotoka nyumbani kwako ukaja ukakaa katika viwanja hivi ukatiania kukaa kwa ajili ya Allah, hilo peke yake Allah atanadi siku ya kiyama, wako wapi wale ambao walikaa kwa ajili yangu? Leo niwafunike na kivuli changu siku ambao hakutokuwa na kivuli ila kivuli changu. Tunamwomba Allah atujalie tuwe miongoni mwao. Tunamuomba Allah tusame makosa yetu, atukubalie matendo yetu, atujalie kikao hiki iwe sababu ya kufaulu siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, maudhui yetu ya leo, kama ndugu zetu walivyokuwa wametuambia, alistidadu liyawmurrahim, kujiandaa na safari ya kuelekea kwa mola wetu. Ndugu yangu katika imani, ndugu yangu katika imani, Qurani hii ambayo iliokuwa mbele yetu tunaisoma. Aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qurani, aya ya mwisho, Allah anahitimisha Qurani, anafunga msahafu, aya ya mwisho kuteremka kwa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Allah

watakaorejeshwa kwa Mola wao. Lau kufa ingelikuwa kufa tu, lakini thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la yudhlamun, kisha baada ya kutokwa na roho Allah atawalipa wanadamu atawalipa viupe kwa kila lile ambalo walokuwa wamelichuma katika mgongo wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika mtu yoyote. Umeitafakari siku hiyo nangu katika imani? Umeizingatia siku ambayo malakulmauti anakuteremkia kuja kutoa roho yako, utakuwa kwenye hali ya namna gani? Waja wema waliokuwa wametangulia, akiwepo Ibrahimi Taimi rahmatullah alaihi, anasema kwa aya hii, shaiani qatian ani ladhat dunia Mambo mawili yanakata kabisa kwangu mimi ladha ya maisha ya ulimwengu. Mambo mawili nikiyafikiria haya mambo yanaondosha kabisa ladha ya huu ulimwengu. Jambo la mwanzo, dhikrulmauti, napokumbuka itakuwaje siku ambayo malakulmauti anakuja kuitoa roho yangu nikikumbuka hali ile, anasema ladha ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. Itakuwaje siku ambayo mtauona uso wa malakul maut kwa uhakika wake, itakuwa katika hali ya namna gani? Itakuwaje siku ambayo mtaonja kilevi cha mauti, mta kwenye hali ya namna gani? Bali itakuwaje katika maisha yangu, katika barzakh, maisha ya kaburini. Kwa watu walokuwa na akili, walioafikiwa na mola wao, walikuwa wanazingatia haya, wanaipima dunia. Kisha anasema na la pili, nikilikumbuka ladha yote ya maisha ya ulimwengu inanitoka.

Ila mtu huyo atazungumza na mola wake, hakutokuwa na mkalimani, bali mtu mwenyewe na mola wake. Kila mmoja ataongea na mola wake, hakutokuwa na mkalimani. Ataangalia kulia kwake, hatoona ila yale aliyokuwa ameyatanguliza. Kushoto kwake, hakuna anayeona ila yale yale. Mbele yake anayoiona Jahannam. Anataka nusura kutoka kwa mola wake Muogopeni mola wenu hata kwa uchache wa koko la tende, mtu atangulize kheri, hajui kitu gani kitamsaidia mbele ya mola wake. Wajawema walikuwa wanapotafakari aya hii, walikuwa iona thamani ya dunia kwa wao haipo katika nafsi zao. rawa alimam Tirmidhi rahmatullah alayhi

Mtume kaijiwa na mtu bedui huko qala, ya Allah, ewe mtume wa Allah, ayulmuminina afdal, nani katika waumini aliyekuwa bora, mtu zuri aliyekuwa bora katika jamii na mbele ya mola wake. Mtume sallam akasema ahsanahum khuluqan, aliyekuwa bora ni mtu mwenye tabia iliyokuwa nzuri tabia nzuri ni mtu aliyekuwa bora. Yule sahaba alivyomwangalia, mtume akaambia, ya rasulullah, wa ayul muminina aklas, nani katika waumini aliyekuwa mwenye akili? Wewe na mimi tukiulizwa, nani mwenye akili kwa maisha yetu, utasema mtu ambaye kasoma, ana digrii mbili PhD msomi profesa, ndo utabona mwenye akili, mtu mchumi, pengine mwenye mashamba, mwenye majumba, mwenye kadha wa kadha, ndo tunaweza kudhani kwamba huyu mtu ndo mwenye akili. Lakini sivyo alivyojibu Mtume Muhammadi salam, anasema aktharuhum lilmauti dhikra. Mtu mwenye akili ni yule ambaye mara nyingi sana anakumbuka kwamba ipo siku malakul mauti atakuja atamtoa roho yake. Huyu ndio mwenye akili. Lakini haikutosha tu, wa ahsanahum lima badu isticdadan, na akafanya maandalizi ya safari ya kumwelekea Mola wake akajiandaa kwenda kutana na Mola wake. Huyu ndio mwenye akili ulaika lakyas, hawa ndio wenye akili. Wewe ndugu yangu, unaiandaa vipi safari ya kutana na mola wako? Safari iliyokuwa ngumu nzito. Leo ndugu zangu, katika imani hatujali kana kwamba tutaishi katika ulimwengu huu milele. Rawa limamu Ahmad fi sahihi min hadith Al-Baraa ibn Azib jalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala shafiri al-qabri al. Mtume wamekwenda kuzika pamoja na masahaba pamoja na masahaba, wanakwenda kumzika mmoja katika maansar. Mtume akaketi kule pembeni ya kaburi, maana haifai kwa muislamu kukaburi kuka au kanyaga kaburi. Mtume kati pembeni kule ya kaburi kisha anatazama mwislamu anavyozikwa pale, anavyowekwa ndani ya mwanandani pale. Huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabaka hata balla thara, mtume analia, mtume analia mpaka machozi yanaonyesha athari kwenye ardhi. Huyu ni mtume analia, kisha anawageukia masahaba.